Trust me especially nywele ya kipilipili guys, inauma kuchana. <laughs> welcome, welcome, welcome again. Hi my darlings, karibu sana kwenye darasa letu la urembo. Kama wewe ni mpya, mimi naitwa Viviana na kufundisha kila kitu kinachohusiana na urembo binafsi au kwa Kiingereza wanasema self care, na leo tutajifunza vifaa au product au tuseme bidhaa muhimu kwa matunzo ya nywele zako. Mtu yoyote anayefuga nywele, unahitaji vitu ambavyo vitakusaidia katika zoezi zima la utunzaji wa nywele zako. Simaanishi kwamba uwe na makolokocho ya kila aina. Hivi ni vitu basic, vile vitu tu vya kawaida vya kila siku. Kifaa cha kwanza ambacho unatakiwa kuwa nacho ni v vitana na vitana kipenzi. Hivi vitu ni vidogo lakini ni muhimu mno, na kila kitana kinakuwa kina kazi yake. Kwa mfano, mtu mwenye nywele nacho nywele nacho ni ngumu na uchanaji wake ni tofauti na nywele ambao ni laini. So, kuna hapa nina vitana vichache, kuna hii chanuo na kuna hii chanuo, kitana yenye meno makubwa, na kuna hiki kitana na kuna hii brush. Chanuo itakusaidia kuchana nywele kutoka chini, inachambua nywele yako vizuri wakati unachana na especially kama una nywele nyingi ngumu na kavu, ni vizuri kuwa na chanuo. Uweze ukatumia kutumia kitana hiki kuchania nywele ndefu okay. Kwa kitana kidogo, unaweza ukatumia kuchania kwenye nywele fupi kabisa, lakini still lazima uanze na chanuo, kwa ni muhimu sana kuwa na chanuo. Chanuo mimi nalo kushauri kuwa nalo hili la plastiki au chanuo la chuma. Chanuo la mbao lina kawaida ya kukatika katika zile mbao zake, zile ile inakule inachangia katika nywele zako kufanyaje kukatika Sawa eh, na pia inaleta maumivu sana wakati wa kuchana nywele okay. Haya, kuna yaka kakitana aka usikadharau katika seti. Ukienda madukani, kuna wanavyoweza vikauzwa kwa seti au vikauzwa kwa kimoja kimoja, kali ya koja, maduka ya rembo au duka lolote la rembo. Hiki kitana ni kizuri. Uzuri wa hiki kitana chenye ncha hii ya chuma kinakusaidia wakati wa kustyle nywele zako, wakati wa kusuka inakusaidia kukata mistari okay. Hii inakusaidia kukata nini? Kukata mistari. Hii brush matumizi ya hii brush, hii brush itakusaidia wewe katika kubana nywele. Kwa mfano kama mimi wakati nabana nywele, naanza kuchana nywele yangu na chanuo au kitana chenye meno makubwa kwa sababu nywele yangu ni ndefu. And then nakuja sasa baada ya kuchana zimelainika vizuri na kuja unachana na nini? Na kitana na brush wakati wa kustyle ndio natumia brush, okay? Lakini kuchana lazima uwe na kitu. Then kitu kingine cha muhimu guys, shampoo. Shampoo. Guys, acha kuosha nywele zako na sabuni ya unga, acha kuosha nywele zako na sabuni ya kipande, acha kuosha nywele zako bila shampoo, bila sabuni guys, then utakuja utalalamika kusema nywele yako inakatika. Manina, kwa nini? Nakwambia shampoo imetengenezwa friendly kwa ajili ya nywele, okay? kwa sababu ina virutubisho ambavyo vitaleta Uh, vitanuruisha nywele yako vitaboresha nywele yako havita kakamaza nywele yako okay? Na shampuu ziko za aina nyingi nyingi nyingi nyingi, lakini nitakupa shampuu chache ambazo unaweza ukaziangalia. Wakati unanunua shampuu, wakati unanunua shampuu, hakikisha unanunua shampuu ambayo mchanganyiko wa mchele wameandika pale, rice water, rice water au ina avocado, Nina, nina. Kuna kampuni kadhaa ambazo zinakuwa zina bidhaa nzuri za nywele kwa mfano Cantu ina bidhaa nzuri za nywele, ni Mega Growth wana bidhaa nzuri sana. Alafu kampuni nyingine ambayo ina bidhaa nzuri ambazo wanazijua ambazo uko Bongo unaweza kuzipata ni kama African, mm, mm, African Pride, Pride wana bidhaa nzuri sana, na wenye soya shampoo ni muhimu. Nilishai kwenda sehemu mwenge pale, guys mkienda mwenge kusuka muwe makini, kwa sababu pale especially watu wanaowaita tu njiani, njoo dada usuke, njoo dada usuke. Nilioshwa nywele na sabuni ya unga, then wanachofanya wanachanganya kwenye kwenye nini, kwenye kopo za maji wanachanganya na maji, umeelewa? Hawana bidhaa proper kwa ajili ya nini, ya nywele zako. Kwa hiyo ukienda kama unaenda, of course na wao wanatafuta risk, lakini kuwa makini na kuwa gangali, waambie mimi sitaki mnioshe hiyo. Kama una shampuni onyeshe shampuni unayotumia Sijui kwa nini siku ile nahisi kama nilipulizwa kitu i don't understand. Nimeenda pale kwa kweli, waliniosha nywele zangu na sabuni ya nini ya unga, lakini nilitulia, nilikaa pale mpaka mwisho. Nywele ilikakama, ilikakama, sijui ni kwambie haya. Wakati walipomaliza kunyosha, hawakuwa na kitu chochote cha kunipaka, wakawa wanang'ania wanichane hivyo hivyo, yani hizi nywele. Baada ya kutoka pale nilipokuja kufumua hiyo weaving, walivyo weaving walinishonea vizuri Even, kuchana nywele za zilikuwa zinanyofoka, zinanyofoka na zinanyofoka, so imenichukua muda mpaka zimekuja zimekaa sawa, okay. Kwa mtu anaweza kusema oh, dawa inakata nywele. Hapana, dawa haikati nywele, kinachokata nywele ni utunzaji na namna ambavyo umewekwa dawa ya nywele wapenzi, okay. So shampoo, oshea shampoo, shampoo nywele zako, usioshe nywele yako na sabuni ya unga, ina mafuta ambayo hayatoki haya yatoke kwenye nini, kwenye kwenye nywele haraka. Pia usioshe nywele zako na maji ya baridi, osha nywele zako na maji ya uvuguvugu, sawa? Inasaidia kutoa ile mafuta mafuta kwenye nini, kwenye ngozi yako. Kitu kingine unachohitaji, unahitaji leave in conditioner. Naimba tena, leave in conditioner, leave in conditioner. Guys, ita save maisha yako. Leave in conditioner itakupa nywele nzuri yenye mng'ao yenye afya pia utaepuka maumivu ya kuchana nywele, trust me, especially nywele ya kipilipili guys, zinauma kuchana, okay? so tumia leave in conditioner. Mimi natumia hii ya Mega Growth, lakini unaweza ukatumia African Pride, Kantu, zipo zimejia, ukusema tu mimi nataka live in. Neno live in linamaanisha kwamba ni kitu ambacho live in, yani unaacha bila kuosha, hautoi kwa mfano deep conditioner. Kuna tofauti kati ya deep conditioner na leave-in conditioner, nitakupa video ndefu yake baadaye. Hapo deep conditioner ni lazima uoshe, leave-in conditioner una leave-in, yani unaiacha ndani ya yani nywele zako, unaiacha bila kusafisha, ni maana inaitwa leave-in conditioner au unaweza kaitwa leave-in strengthener. Hii ya mega growth inaitwa daily leave-in strengthener. wakisema daily wanamaanisha kwamba hiyo bidhaa unaweza ukaipaka kila siku. Ndio unahitaji mafuta mafuta ya kupaka kwenye nywele zako. Lakini mimi ambaye natumia leave-in conditioner ni kupe sivi, mimi sipaki nywele zangu, sipaki mafuta. Okay, mafuta pekee nayopaka kwenye nywele zangu ni kwenye ngozi, kwa sababu ngozi ndio inakauka. Ngozi inakauka, inaleta ule weupe, unasema mimi na mba kwenye kitu changu akiishi, sio mba, siomba. Ile ni nini? Ni ngozi ambayo imefanyaje? Imekauka sawa, penzi, Ngozi ikikauka inatoa sasa ile dead skin ya juu ambayo inakuwa kama asili ya mba, na unakuta ngozi inawasha sana. Kinachowasha sio mba, kinachowasha ni ngozi kuwa kavu. So mafuta, mimi na video ambayo nimeweka jinsi ya kutengeneza mafuta ambayo pia yanasaidia kul kuleta stimulation kwenye ngozi ya kichwa chako, inasaidia ukuzaji wa nywele. Angalia hiyo, lakini otherwise tafuta mafuta ambayo hayana nati, epuka mafuta mazito. Yale mafuta mazito yanaleta uchafu kwenye nywele zako yanaziba vitundu vya nini vya nywele zako. So kuwa na mafuta ya kupaka kwenye nywele zako. Mimi natumia haya ambayo nimeyatengeneza mwenyewe na video nimewawekea hapo jinsi ya nini ya, ya kutengeneza. So mafuta unapaka kwenye ngozi yakibaki kidogo ndio unaweza kupitisha kwenye nywele. Lakini mimi ninachotumia ni leave-in conditioner. Conditioner mimi natumia kila siku kwa sababu nywele zangu kama hivi saizi zinabana, na paka conditioner kila kila siku. So na nywele yangu no, naona iko very smooth, ina ng'ara ina nini na gel haikatinia. Okay. Yeah, yeah. Kitu kingine ambacho unahitaji kwenye package yako ya okay. Bidhaa za nywele unahitaji styling gel. Kwa styling gel ambayo unaweza kupata bongo, unaweza kupata iko gel. Hii unatumia kubania nywele gani? Ina bana nywele, inaweka mawimbi kwenye nywele, inafanya nini tena? Unaweza kutumia kufanyia rough dread and then edge control. Kuna tofauti ya hii gel na kuna tofauti na edge control. Edge control ni kwa ajili ya kulaza hizi baby hair hizi, kama ambavyo unasiona, sawa eh? Hii styling gel ni kwamba una uwezo wa kuitumia kubana nywele, una uwezo wa kuitumia kuweka rough dread, una uwezo wa kuitumia kufanya vitu mbalimbali. Lakini hii edge control ni kwa ajili ya kulaza hizi malaika zako hizi, zinaitwa edges hizi, edges. Na kwa nini hii ina nguvu zaidi? Sawa eh? Na unaweza kutumia pia hii edge control pia kubana nywele. Kwa mfano, hizi nywele zangu ningepaka huku Zingelala na kugandamana kabisa kama, kama hii hapa kwa sababu hii ina nguvu zaidi. Hii pia kuna gel za kusukia na kuna gel za kustyle. Kwa mfano texture ya hii hii ni nyepesi, ina asili kama ya maji maji kidogo hivi. Hii hapa ni nzito, ina nata. Hii inayonata ni nzuri sana kwa kusukia hmm. Inaitwa Alison, Alison Ultra Hair Wax. Sawa eh? Oh. Kama hauna hii unaweza ukatumia hii Shine and Jam. Shine and Jam na yenyewe ni ni nzuri sana kwa ajili ya kusukia au kubania nywele, umeona eh? Kwa hiyo hizo ndo baadhi ya jela ambazo nimekuambia, na hii ambayo nimekuambia, hii ni kwa ajili ya ni edge control. Mimi hapa ndo naiamini sana sana kwa sana, ndio maana inalaza nywele zangu hapa, naweza nikakaa nayo hii wiki, inabidi tu nilale na nini na kitambaa na scarf. Edge styling gel awesome, umeandika hapa, hizo hiyo edge ndo hizo vibaby hairs vyako, na umeandika hapa ina last mask. ni ukweli guys, hii very strong hii, utaipata nenda Uh, supermarket kubwa kubwa hizi kama Mlimani City upande wa bidhaa za nywele unaweza kupata, au unaenda nenda wapi, pale panaitwa Shoppers Plaza. Mimi the last one niliyokuwa nayo ni Shoppers Plaza a long time ago, wakati nikiwa Bongo, so yeah, hiyo. And then kitu kingine hakikisha unazo iki easy clip, kama mtu unapenda kujisuka mwenyewe, hizi ni nzuri sana, hizi nazo za kale kwa kwenye mambo ya nywele nywele inakusaidia kuziweka nywele sehemu moja huku una style sehemu nyingine ni vizuri sana kuwa nao yeah and then kitu kingine ni hii hapa curling cream hii nzuri sana curling cream hii ni ya nini hii ni nzuri hii ni cantu shea butter coconut curling cream ni ya kustyle hii unaweza kuitumia kusuka zile two strand twist, kama unasuka zile nywele za njia mbili kwenye nywele natural, ukiwa unatumia unapaka hiyo kidogo, nywele inakuwa imekaa vizuri na wimbi fulani hivi vizuri. Okay, kingine cha muhimu, guys, unaishije bila scarf? Ha, unaishije bila scarf? na scarf iwe hii ya silk ambayo inateleza hii, itakusaidia ukiwa umeshabana nywele, unafunga scarf yako, inasaidia nywele zako zinalala vizuri, zinakaa mara kofia ya kulalia. Umesuka nywele yako nzuri, mtindo wako mzuri, why not uwe na kofia ya kulalia? Kwa nini usiwe na kofia ya kulalia? Ni vizuri unalala na kofia na kofia, hakikisha inateleza, ili zimejaa kari ya koki bao siku mbili siku tatu. I hope umejifunza kitu, mtanisamee kama video ni ndefu sana, kama nimeongea sana. Kama umependa hii video, please weka emoji kama umejifunza kitu, niambie wewe please Let's communicate. Tuongea hapo kwenye comment section. Wewe una bidhaa gani kati ya hizi nilizozitaja? Kitu gani ambacho ulikuwa huna ambacho ukawa hujakiweka, hujakitilia maanani? Please weka hapo kwenye comment na pia uniambie wewe unatumia bidhaa gani ili na mwingine aweze kujifunza. Unatumia shampoo ya aina gani? Unatumia conditioner ya aina gani? Asante sana kwa kuangalia hii video, tukutane kwenye video ijayo. Nawapenda sana na pia usisahau kunifollow kwenye Instagram, naitwa Viviana TZ.official. TikTok natumia Viviana TZ, karibu TikTok, taona pande zangu zote mbili, lifestyle na kila kitu so na Facebook pia natumia Vivian Helen. So asante sana, tukutane kwenye video ijayo. Bye, bye.